Kila siku unajitahidi, unafanya kazi, una ndoto kubwa, lakini bado maisha yamekwama pale pale. Wakati mwingine unajiuliza, kwa nini wengine kila wanachogusa kinageuka kuwa pesa, lakini mimi kila nikijaribu mambo yanaharibika? Leo nataka nikuambie kitu ambacho wengi hawajawahi kuelewa. Kuna siri kubwa ya kufunguliwa kifedha, na ikikufungukia, mambo yako yataanza kubadilika haraka kuliko unavyofikiria. Ukweli ni huu: mafanikio ya kifedha siyo bahati, ni kanuni. Kuna mambo matatu tu yanayofanya wengine kufunguliwa na wewe kuendelea kusota. Kwanza ni nidhamu ya fedha. Huwezi kufunguliwa kama hujui kutumia unachopata. Pesa inakimbia pale ambapo hakuna mpangilio. Pili ni akili ya kifedha, kujua wapi pa kuweka, wapi pa kuwekeza na lini pa kukaa kimya. Na tatu ni tabia ya kutoa. Watu wengi wanashikilia pesa zao kwa hofu, bila kujua kuwa baraka huanza pale unapotoa. Ukianza leo kujifunza kuendesha pesa zako kwa akili kuwekeza kwa kwa hekima na kutoa kwa moyo, milango ya mafanikio itaanza kufunguka yenyewe. Siri ya kufunguliwa kifedha haipo mbali, ipo ndani yako na inaanza pale unakobadilisha mtazamo wako. Jiunge nami hapa Daizo Fursa, kila wiki tunafunua siri mpya za utajiri na mafanikio. Kama kweli umechoka na maisha ya kusota basi hii ni nafasi yako ya kubadilika. Usisahau kusubscribe , maana safari yako ya kufunguliwa kifedha inaanza leo.